Leo hii nimekuja hapa kukagua mradi. Nianze kwa kumpongeza aliyekuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na aliyekuwa mbunge wenu, licha ya kuwa na majukumu makubwa licha ya kuwa na majukumu makubwa, lakini hakuwasahau wanaruangwa. Mimi nakumbuka na nakumbuka joto alilokuwa akitupatia kupitia maelekezo yake ya kuweza kuhakikisha fedha zinakuja kwenye mradi huu. Kila dakika mkumbukeni Kasimu Majaliwa Majaliwa kwenye maombi yenu, kwa sababu amefanya kazi ya taifa. Lakini pia pamoja na ubize wa kazi ya taifa, au wana Luangwa, hongereni sana na ninyi kama wazazi wake, lakini pia kama wananchi wake ambao mara zote mlimchagua na alipomchagua akaonekana tena, akaonekana kwa historia waziri mkuu aliyewahi kuaminiwa na marais wawili. Hongereni sana. Lakini baada ya hapa, nimeridhishwa na hatua ya mradi ambayo imefikia, mheshimiwa waziri, pamoja na timu yako, hongera sana, na hii inatokana na uchapakazi wako haujawahi kumwangusha mheshimiwa rais. Unaelewa vyema maelekezo ya mheshimiwa rais, unaelewa vyema nia na ari pamoja na malengo ambayo yanayo mheshimiwa rais ya kuwapatia watanzania maji. Na hiki ndicho ambacho mheshimiwa rais ametaka, kwamba fedha inapotolewa iendane na kazi ambayo imefanyika. Hapa taarifa tuliyopewa inaonyesha kazi hata ni kubwa kuliko asilimia ya fedha ambayo imeshatoka. Hiki ndicho tunachotaka, na ndiyo maana nimetoa rai na kwa wakandarasi wengine, akishapokea fedha mkandarasi, tunataka tuione thamani ya fedha hiyo aliyopokea kwenye kazi ambayo ameshaifanya. Nilimwelekeze mtendaji mkuu wa Ruwasa, fanya tathmini ya miradi yote ambayo wameshapokea malipo ya awali na malipo mengine tunataka kuiona fedha, tunataka kuiona thamani ya fedha kwenye kazi ambayo imeshafanyika. Na wale ambao utakuta, mheshimiwa waziri, wameshafanya kazi, lakini ni ndogo, haiendani na fedha ambayo alipewa, wanafanya kibabaishaji, babaishaji. Kwanza tuwajue, pili tuchukue hatua, lakini tatu wasipate mradi mwingine wowote ule.